Nam habari. Ninaitwa Mchungaji na Mwalimu Godliven Maximillian Ngessi, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nipende kuchukua nafasi hii ya dimu kukualika katika mfululizo wa kipindi cha Urithi Wetu Kitakachokujia kuanzia tarehe moja mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa hapa Ngessi Media. Tutajifunza kwa kina juu ya nguzo za imani yetu sisi kama Waadventista wa Sabato. Alika mwingine, naye aalike mwingine, tujifunze kwa pamoja. Kumbuka, urithi wetu ndiyo umoja wetu. Mungu akubariki sana.